Wow, kusita sita lakini asiyeshiriki ni mtu wa kusitasita na kuhangaika huku na huku. Neno la Mungu limesema hivi mstari wa 37 wa 38 na 39, anasema na na, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani mwenye haki wangu ni Mkristo anayemwamini Yesu Kristo, Biblia inasema huyo ndio mwenye haki wangu. Ama lakini inapotokea anasema lakini eh, ntarudia tena mstari wa thelathini na nane. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kuna washirika, kuna Wakristo tuna sita sita, tunaitwa Wakristo lakini ni wakusita sita, hatuja hatujaamua hivi niwe kwa Kristo au enewe duniani. Anasema mtu huyo sina furaha naye. Kwa nini? Umekosa kushiriki na mtu huyo, huwa hashiriki sakramenti, anahangaika huku na huku, anahama makanisa akifikiri huko ndiko atakakopata uzima. Ah ah, shiriki sakramenti ili iimarishe imani yako, iondoe habari ya kusitasita. Mstari wa 39 sasa unazungumza wale ambao wanashiriki sakramenti ya meza ya Bwana kwa imani. Uzuri, anasema hivi sasa, anasema mimi na wewe tunayoshiriki anasema hivi lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea. Sisi hatumo, sisi tunayoshiriki hatumo, maana Kristo kupitia mwili wake na damu yake ameimarisha imani yetu, hatupotei tena, tunashiriki kwa imani wala hatusitasiti. Sisi hatumo miongoni mwao. Haleluya. Hali anasema bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Hapo ndipo unajua kwamba Kristo alikufa na kuniokoa. Ndio maana tunasema sakramenti ni agano takatifu la ukombozi. Sisi tumebaki katika sakramenti ile ambayo inaokoa roho zetu siku zote. Haleluya! Tudumu katika hiyo. Haleluya, tudumu katika, tusiache kushiriki, maana tunaposhiriki ndipo anaimarisha imani zetu, tusio watu wa kupotea, tusio watu wa mashaka, bali sisi tunadumu katika agano la ukombozi kupitia mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Haleluya, watu wa Mungu, kama kuna sababu inayokufanya usishiriki onana na mtumishi wa Mungu. Narudia tena, kama kuna sababu inafanya usishiriki sakramenti ya meza ya Bwana, onana mapema sana na mtumishi wa Mungu akusaidie na hiyo sababu. Wakati mwingine siyo sababu ya msingi, haina haja hafu ikuzuie mwaka mzima usishiriki, lakini unakuja kanisani maanake ni kwamba ibada zako unafuta, unafuta ibada zako. Maanake ni kwamba Kristo hayumo ndani yako na wewe huko ndani ya Kristo. Unakuja tu, unakuja na kurudi, unakuja na kurudi, unafuta ibada zako, ni sufuri. Hakikisha unakamilika ndani ya Kristo na Kristo akamilike ndani yako, halafu uone nguvu inayofanya kazi ndani yako, uone nguvu. Unaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana kwa imani, unaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana kwa imani, inakuwa ni silaha au ni seme, inakuwa ni ulinzi wa maisha yako. Sakramenti ni ulinzi wa maisha yako dhidi ya yule adui. Tunafahamu adui wetu, adui yetu ni shetani, lakini unaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana kwa imani, ndipo unapata nafasi, ndipo unapata nguvu ya kumshinda yule shetani. Sasa si wewe, ni Kristo aliye ndani yako ndiye atakayemshinda huyo shetani. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo ni silaha. Kwa hiyo Kristo anapokuwa ndani yako, yule adui hata akija, wewe huhitaji kupambana naye, ni kumwambia Yesu, nisaidie basi, maana yuko ndani yako. Yeye akisimama, adui hana nafasi tena katika maisha yako. Haleluya! Naeleweka, watumishi, watu wa Mungu? Naeleweka, ee? Sasa unapokwepa kushiriki, maanake ni kwamba una unamtenga Kristo nje asiwe msaada katika maisha yako. Adui <laughs> atakumaliza adui atakumaliza. Ndio maana sasa, kuanzia leo, ukisikia fundisho hili, fanya haraka kumkaribisha Yesu kwa njia ya kushiriki sakramenti. Haleluya, maanake ile sakramenti unayeshiriki damu ya Kristo ina nguvu. Wakati mwingine hata kuimba tumeimba, inanena mema. Itaneneje mema kama huishiriki, kama haiko ndani yako? Haiwezi kunena mema unless umeshiriki, iko ndani yako, ndipo adui anapokuja anashindwa kukugusa, kwa sababu yule ambaye yuko ndani yake ndiye atapigana na huyo adui. Ndio maana tunasema hivi vita vyetu sisi wa Kristo sio vyetu. Mungu mwenyewe amesema, sasa mtakaponiamini na kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana, vita vyenu si vyenu tena, ni vyangu mimi. Maana amekaa ndani yetu, hawezi kutuacha tuteseke, yeye atapigana na huyo adui. Adui shetani ni mbaya sana, ana vigonjwa nyemelezi katika maisha yetu. Fatilia mtu ambaye ni Mkristo lakini wa wasiwasi wa kusita sita, anashambuliwa sana na shetani. Na wakati mwingine shetani anaruhusu ana tu kapepo kawe, kanaleta magonjwa kidogo kidogo ili kukufilisi imani yako na kukufilisi mali zako. Tuko wote, tuko wote. Anaweza akaleta magonjwa mara kuhalisha mara kutapika mara nini. Sasa cha ajabu ni kwamba huwa hatufunguki akili. Ukipeleka tutaambia tukipima, mbona hatuoni ugonjwa, si ndio? Mmeambiwa wakati mwingine, mbona mtoto kila tukipima hatuoni ugonjwa? Hapo <laughs> ujiongeze, rudi kwa Kristo ambaye ni mlinzi dhidi ya huyo adui, haleluya. Hey, kuna mapepo mengine hayasemi, mengine yanasema sasa unapoomba kuna yale ambayo unasema, ah, sisi tunataka tumfanye hivi mara moja, unasema toka kwa jina la Yesu, na yanatoka, ule ugonjwa haurudi tena. Kwa hiyo sakramenti inatupa nguvu ya kushinda yule adui. Asiweze kutugusa. Ebrania 11 mstari wa, fe, wa na Ebrania kumi na moja mstari ule wa ishirini na nane tutasoma. Anasema hivi: Ebrania 11 ule mstari wa 28 unasomeka hivi, kwa imani akafanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. damu ipokea inatulinda dhidi ya yule adui asituguse tena. Kwa hiyo kumbe tunakwepa silaha. Unapokwepa kupokea sakramenti ya meza ya Bwana, maana yake ni kwamba unaifungia silaha nje. Lakini unaposhiriki, maana yake tayari Yesu Kristo akikaa ndani yako, yeye ndiye atakayekusaidia kupambana na yule adui hata kama anakusudi ya kukuua akikutana na wewe unayeshiriki anarudi nyuma. Tumesoma katika Yohana kumi mstari wa kumi anasema hivi, mwivi haji ili aibe, aharibu, achinje na kuua. Lakini unapoliitia jina la Yesu Kristo kwa damu unayoshiriki, anasema yeye hushuka mara moja na uzima, kisha unakuwa na uzima tele. Amesema tuliposoma katika ile Yohana, amerudia kusema, yeye aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Adui hamwezi. Shetani anataka kuchinja na kuharibu, anapoiona damu ya Yesu Kristo iko ndani yako, maanake anamwona Kristo, anakaa pembeni, unabaki na uzima, kisha na uzima tele. Haleluya, haleluya! Wengi kwa kweli tumeteswa na shetani kwa kuto kufahamu maarifa ya neno la Mungu. Tungelijua maarifa ya neno la Mungu tusingeteseka na shetani, vigonjwa nyemelezi vinavyoletwa na pepo visingetusumbua. Wapendwa wa Mungu, tushiriki sakramenti ya meza ya Bwana ni lazima, siyo hiari. Nanielewa wewe ambaye ulipata kipaimara, kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana ni lazima, sio hiari. Na Yesu Kristo anapenda akae ndani yako na wewe ukae ndani yake, ili uone utukufu unaopatikana katika sakramenti ya meza ya Bwana hesabu 35 sabu sura ya thelathini na tano msali ule wa kumi na tisa neno la Mungu linasema hivi Mwenye kutoa kisasi cha damu ndiye atakayemua muuaji. Nirudie tena, mwenye kutoa kisasi cha damu ndiye atakayemua muuaji, hapo atakapokutana naye atamua. Kisasi cha damu ni Yesu Kristo akikutana na muwaji atamuua. Ndio nikasema kwamba ukipokea sakramenti ya meza ya Bwana, na Kristo akikaa ndani yako, hakuna muwaji yoyote atakaye kuweza. Maana akitaka kuja anakutana na yule mwenye damu atamuua. Haleluya atakutana na Yesu. Maana yake mbaya, anapokuja kwako akikutana na Yesu anakaa pembeni, atakufa. Tumeelewa damu. Sakramenti tunaona ni agano, tunaposema, tunapoombea ule mvinyo, kama utafuatilia ile ni agano. Anasema kwa maana hii ni agano jipya linalofanyika kati yako na wewe kukukomboa kutoka yule adui. Haleluya, ni agano jipya. Damu ni agano jipya linalofanya wewe uwe huru, maana Kristo anakukomboa kutoka kwa yule adui tunayesema Shetani. Sasa unapoacha kushiriki, maana umekataa agano la ukombozi. Wewe unataka upambane kwa nguvu zako, huwezi muuaji atakuua tu muuaji atakuua maana huna nguvu yoyote huna Kristo ni somo gumu lakini nadhani inaeleweka mnanielewa mnanielewa watu wa Mungu usiache kushiriki hutaonewa hutaonewa na yule muuaji atakutana na Kristo yeye ambaye atamuua. Ndio maana anasema, yeye atakaye shiriki mwili wangu na damu yangu, nitamfufua siku ya mwisho. Maana yake nitaua mharibifu, nitamfufua yeye akiwa mzima. Sasa kama hakuna nguvu hiyo ya kukufufua, si utakuwa umekwisha? Yule muuaji akija, anakuua. Lakini Kristo, akiwa ndani yako, amekutana na muuaji, atakufa mwenyewe. Haleluya. Sababu ya pili ambayo tunahitaji wa Kristo, mjue kwamba kumbe kushiriki kuna ulinzi wa Kristo ndani ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Tatu nimalize. Unaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana unapata nguvu ya uponyaji mwili na roho. Unaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana unapata nguvu ya uponyaji ya mwili na roho. Isaya hamsini na tatu mstari wa tano anasema hivi, kwa kupigwa kwake sisi wote tumepona. Maana yake vita vya yule adui havituwezi tena, tumepona mwili na roho kwa kupigwa kwake sisi tumepona, tutapona iwapo yeye tumemkaribisha ndani. Sisi hatuna kazi yoyote, yeye ndio mwenye kupigana na hivyo vyote, ni mwenye kupigana na magonjwa. Haleluya, atapigana na magonjwa, sisi tutakuwa huru, sisi tutapona, maana yeye ndio mpiganaji. Sakramenti ina thamani sana katika maisha ya Mkristo. Ni lazima kushiriki sakramenti, watu wa Mungu. Shida gani itakufanya usishiriki? Shida gani itakufanya mpaka unamfungia Kristo wako akae nje? Wewe unajitegemea wewe mwenyewe? Huwezi kujitegemea mwenyewe, ni lazima nguvu ya Kristo inayotokana na sakramenti iwe ndani yako. Asubuhi nimetoa mfano jinsi ambavyo tumemhudumia mtu kwa sakramenti. Sasa nitoe mfano mwingine wa pili. Kuna kijana mmoja alikuwa anasumbuliwa sana na miguu, miguu inawaka kama moto, wamempeleka hospitalini, wakipima hakuna tatizo lolote. Nashukuru kwa sababu babake alikuwa mwinjilisti, alikumbuka nguvu inayotokana na nini? na nini na sakramenti. Oh, akakumbuka, akasema mchungaji wangu, aise, naomba uje unisaidie, ni mwinjilisti mwanangu anasumbuliwa sana na miu inawaka kama moto, tumepeleka hospitalini, wanasema hakuna tatizo lolote, damu iko sawa sawa, kila mahali iko sawa sawa. Sasa shida ni nini? Sasa mimi nikasema kama hospitali wameshindwa mimi nifanye nini? Roho Mtakatifu akasema A -a, nenda na sakramenti Nikachukua sakramenti nikaenda. Nilipofika tunaombea sakramenti tu, yule jamaa akainuka. hey, mekuja kuniua! Nilitaka nimfanye huyu awe mlemavu asiwa anatembea. Nawambia unashiriki damu ya Kristo. Aliposhiriki damu ya Kristo miguu ile haikuuma, mpaka leo ni mzima. Kakutane na mwinjilisti Shekivuli no, mwinjilisti Mngulu ni mfano ulio hai jamani. Kila ambacho ni hai lazima tukishuhudia. Kamuulize mtoto wako alikuwa anaumwa miguu, aliponia nini? Sakramenti kuna nguvu ya uponyaji. Kwa hiyo Kristu akiwa ndani yao anapambana na kila magonjwa yasiyo na sababu ya yule adui ambaye anataka kuua kuharibu na kuchinja. Lakini ukiwa na Kristo ndani yako kwa kushiriki sakramenti, kuna nguvu ya uponyaji, watu wa Mungu. Haleluya! msishiriki kwa hiari, msishiriki kwa hiari. Watumishi wa Mungu, shirikini kwa imani, ili Kristo akae ndani yenu, awapiganie. Ndio kazi yake anatualika njoni kwangu, mkilemewa na mizigo, njoni kwangu. Sisi lazima twende kwa kushiriki mwili na damu, tumkaribishe akae ndani yetu, afanye kazi ya kutukomboa na kutupigania dhidi ya yule adui. Haleluya, haleluya! Maana hilo ni agano tena amesema, ametuachia kama urithi. Ukipata nafasi, utasoma Petro wa kwanza mlango wa kwanza na mstari ule wa pili, ni anasema neema hii ya kushiriki iongezeke siku zote katika maisha yetu. Haleluya, mpokee hiyo neema. Ni urithi tumepewa na na, na Bwana bure, hauna gharama. Pokeeni huo urithi wa Kristo ili tusiyumbeyumbe, imani zetu ziimarike, tusiyumbe siku zote, tumtegemee Kristo, yeye ambaye ni mpiganaji wetu, yeye ambaye ni uzima wetu, yeye ambaye ni mwokozi wetu. Mungu alibariki neno lake na tuombe. Roho Mtakatifu uliye mwalimu wetu, endelea kutufundisha tusiwe wakristo wa mazoea, na tusishiriki sakramenti kwa mazoea, bali tushiriki sakramenti kwa imani, ili Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni ukae katika maisha yetu, utusaidie, utuokoe, utupiganie hata ule uzima wa milele ambao umetuahidia, tuweze kufika katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kuamini. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunakushukuru sana baba mchungaji kwa neno la kutukumbusha umuhimu kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Kwa hiyo unaalikwa, lakini unakumbushwa kwamba tuwe na tabia, tuwe na nafasi ya kujua kabisa kwamba sakramenti ni chombo kitakatifu ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yetu. Basi kama Mungu alimtoa Kristo kwa ajili yetu sisi, basi na sisi tunapaswa kujitoa kwa ajili ya Kristo, ili neno lake likae ndani yetu na yeye akae ndani yetu pia. Basi tunakushukuru sana mchungaji, tumepokea. Mungu akubariki na Mungu aendelee kutunza pia. Basi tunaenda kuwakaribisha wale ambao wanaotoa sadaka yao ya ya, ya, ya shukurani, wale ambao wana fungu la kumi, wale ambao wana kumbukumbu zao, karibuni sasa. Niwaalike tu tuje ili sasa tushiriki kusoma Zaburi ya mia kumi na moja mistari michache ya kwanza, na baada ya neno hilo tutatoa sadaka na hapo tutafuatiwa na wale wenye sadaka za shukurani za wiki tutamtolea